Kwa majina naitwa Petro Tobias Lulandala, ni mkazi wa Igodima, na hapa nilipo ni eneo la nyumba yangu ambayo ilikuwa imepigwa kenji kwa ajili ya kuezekwa na ikiwa imefadhiwa chakula kwa ajili ya mifugo. Kwa bahati mbaya, leo napigiwa simu nikiwa kazini nikipewa taarifa ya kushitua kwamba nyumba yangu inaungua moto, nikachukua bodaboda na kuwahi eneo la tukio. Na nilivyofika eneo la tukio nikakuta wananchi wa Igodima na watu wengine mbalimbali wakiwa wanasaidia na kuzima moto kwa kutumia ndoo, na mawasiliano yakiwa yanafanyika kwa ajili ya zima moto kuja kusaidia. Majani yameungua yote na nyumba imeungua upande. Naamini kwamba yote yalikuwa ni makusudi ambayo Mungu ameyafanya, au imefanyika sielewi. Ni shida ni nini, moto na chanzo chake ni nini. Ninachomshukuru Mungu kwamba wote tu wazima na vitu ambavyo vimeathirika ni vitu ambavyo vinatafutwa. Naamini Mungu atanipatia pesa, nitavipata tena. Na shukrani zangu za pekee ziende kwa wananchi wote wa Igodima pamoja na majirani wote, kila zima moto. Kwa hiyo baada ya kusikia taarifa walikuja kwa haraka na kusaidiana kwa kuzima moto. Mungu awabariki sana, sina cha kuwalipa. Nimepokea simu na wajumbe kuwa kuna nyumba inaungua huku. Kwa kama mlivyoona, nimekuja kwa uharaka ili tuinusuru hii nyumba. Kwa kweli tumejitahidi, nimekuta wananchi mmejaa hapa kuja kutusaidia kuzima moto kwa kutumia ndoo, lakini vyombo vyetu vya zima moto navyo vimefika kwa wakati shida nini? Havijafika kwa wakati, changamoto ya barabara, si ndio? nao niwapongeze sana, wapongeze sana ndugu zangu kwa kuja kutusaidia kuzima moto kwao wananchi. Natoa rai kwa wananchi, wana tunapoona wana kuna tukio limetokea, tujitahidi kujitokeza kwa wingi kama mlivyojitokeza hivi. Mimi nawapongeza sana, si ndio ndugu zangu, tuwe na moyo wa uzalendo na Igodima itajengwa na wanaigodima wenyewe, si ndio? Wanaigodima ni mimi na, na wewe, si ndio? ni mimi na nani ndugu zangu, e. Kwa hiyo tunapoona changamoto yoyote imejitokeza tujitokeze kwa wingi kushirikiana, ili tu, tutatue hiyo changamoto. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana. Miundombinu yetu hasa barabara, yani barabara na nyinyi mnavyoweka vitu vyenu, mfano tumefika hapa, tumeshinda kusogeza gari mpaka huku kwa sababu tulikuta mmeweka mawe njiani, si ndio? Kwa hiyo mjitahidi kwanza nyinyi wenyewe mnaachana njia ili gari lile tulio liweze kupita hapa. Ikiwaka nyumba ile kule, sijui tunaingilia wapi? lazima zimamoto inaweza kuwa gari ya dharura nini, ambulance na vitu vyote vya dharura sawa. Kingine mnatakiwa linapotokea tukio mtoe taarifa haraka iwezekanavyo, na kwa wakati sawa. Inatakiwa mtoe taarifa kwa wakati. Kwa majina anaitwa Adam Sadala, ni mkazi wa Igodima, pia ni mgombea udiwani kupitia chama cha ukombozi wa umma. Nipende kushukuru jeshi la zimamoto, mwenyekiti wa mtaa wa Igodima Bwana Ayubu wamekuwa msaada mkubwa kwenye ajali ya moto, wamefika kwa wakati. Jeshi la zima moto lifika kwa wakati. Tuondoe zana potofu ya kusema kwamba unaweza ukapigia zima moto asije zima moto. Ni chombo cha dola, ukiwa taarifu muda wote, wakati wote wanafika kwa wakati. Kwao ndio watoe wananchi wofu kuhusu jeshi la zima moto, liko active. Naendelea kusi sana wananchi wa Iganzo kwa ujumla. Hii ni godima, Igodima ina mitaa minne, lakini ni iganzo hii hapa. Tupo Igodima, tuna mitaa minne, lakini na wasi wananchi wa igodima wanapopata taarifa yoyote inayoashiria labda vunjifu wa amani, naashiria hatari chochote kile, tuna vyombo vya dola viko timamu muda wote, vinafika kwenye tukio bila shida yoyote, na vyombo vyetu havitozi gharama. Hakuna gharama, ukiita polisi watakuja kwa wakati, watoe gharama, zima moto watoe gharama, yani moja kwa moja kwa wakati unaotakiwa. Pia kingine nataka nisisitize pia kwenye swala la uchaguzi ambao ndio shughuli kubwa tulionayo kipindi hiki, mimi nataka ni wananchi jitokeze kapige kula. Unamtaka Adam Sadala, mchague; umtaki Adam Sadala, acha. Lakini fanya kitu chako cha kikatiba, haki ya kikatiba ya kuchagua, nenda kapige kula.